Koma, karibu, ndio neno la kiungwana na kila muungwana anapenda kusikia neno hili likipenya hasa kwenye nta zake za masikio. Huyu ni mbuji na mshititi wa lugha au shina adhimu Kiswahili, mwite Salim Mwanangwa wa Ahmed. Mi nafurahika sana unavyoendelea kulambaza nami, kwani ukilambaza nami unaendelea kupata maarifa stahiki. Soma na useme, kwa sababu umri hauna utamu bwana. Leo kwenye mradi Koma nipo na manguli hawa mahodari. Eh, na hodari wa sheria hapa anaweza kuiogelea sheria vyovyote vile ambavyo utakuja, ndivyo atakupa sheria inasemaje, kimkakati na utaratibu pia. Niko na mwanadada hapa, mjasiriamali eh, auchi kuna kucha <laughs> karibuni sana kwenye kipindi changu. asante sana. Sana. Eh, dada mtu nani? naitwa Pendo Jonas Barashikwa lakini wengi wamezoea kuniita She love. She love. Yes. Eh, wajekosea namake, naona umekaa kilavu kweli. She love. Hongera, asante. Yes. Ndugu yangu kwa majina naitwa Gilbert Kifunda mm. Uh, ni business consultants. Mm. Pia kitaaluma ni mwanasheria okay. Yes. Karibu sana kwenye mradi Koma bwana. Shukrani sana. Eh bwana, leo nataka tuangazie kitu ambacho mara nyingi sana tunakifanya sisi kwenye jamii au wanajamii wengi huwa wanakuwa wanafanya mm, lakini hawajui kama wanakosea yeah. Sure. Kiutaratibu, kimkakati pia mm. Uh, mpaka uwe mtu mwenye taaluma wakaliba yako ndo utajua mm. kama hapa umekosea hapa mm. haujakosea mm. Ni kweli kabisa. E, nataka kutuambie baadhi ya makosa mengi ambayo tunayafanya tunakutana nayo mm. Mm. E, na, na na tutokea lakini sisi tunaona ni sawasawa, lakini kisheria kumbe haijakaa sawa sawa sawa. Uh, na cha kwanza cha kuelezea hapo mm. Uh, sisi wanasheria tunakuambia ignorance of law is not an excuse. Mm. Kuto kujua sheria yani sio kusema kwamba hujafanya kosa kwa eh. Mm, hiyo -hmm. Unaweza ukafanya kosa bila kujua, lakini uwajibishwaji uko pale pale. Unasemaje, usicheke. Yani hapo kwa, kwa kwenye uwajibishaji hapo ndo pamenifanya nimecheka, sababu na mimi pamenikwaza. Kwa nini uwajibishwe wakati sijajua kama ile eh, kosa? Yaani kwa nini oh, mmefanya hivyo? Sheria sheria mnaifanya na kwa ngumu jamani. Apa, kuto kujua sheria mm. eh, sio kuto kuwajibishwa. Yaani, kama sheria hujajua na umevunja sheria, utawajibishwa na uwajibike. Okay, sawa. uh, uzuri wa sheria zinatungwa na Bunge, na kabla sheria zijatungwa, huwa zinapitishwa kama mswada yeah. Na kunakuwa kuna ushirikishwaji wa jamii. Kwa hiyo kupitia ushirikishwaji wa jamii na uwakilishwaji toka bungeni, tunaamini kwamba kila mwananchi anaua, anakuwa na uelewa wa sheria hmm. kwa hiyo kunakuwa anafahamu kuna na hakika hiyo, kama kila mwananchi yes. anauelewa yes. Sasa ku, uh, kupitia uwakilishi ambao hmm. yes. uh, no. <laughs> uko bungeni tayari yes, tunaamini kwamba, kiongozi, usitufanye kama tuko bungeni hapa, huko na watu <laughs> no. ambao kidogo elimu yetu mkakati yeah. mkukuta hmm. eh, sisi tunasema Eh, bunge linafanya utaratibu watu wajue sheria, ni kweli. watu wengi wanavunja sheria bila kujua kama wamevunja sheria, ni kweli ni kweli eh. of course vitu vingi vinaendelea huko mtaani mm. unakuta kwamba kuna mtu labda amefanya kosa kwa kutokujua mm. mm -hmm. dada, unafanya, unafanya biashara yes mi nafanya biashara ya daycare na nilikuwa nataka nitoe hapo hapo kaka aliposema kwamba watu wengi tunafanya makosa huko mm. huko nje, mfano mimi hapa ninahusika na malezi ya watoto unaona mm nikakutana wa jinsia zote Yes, na leo watoto wa jinsia zote kuanzia wa miezi mpaka yeah. miaka mitano. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Yeah. Sasa unakuta kwamba mimi nimekutana na yule mtoto mdogo mm -hmm. barabarani ama nimemkuta yuko mtaani mm -hmm ni mdogo mm. Actually, na siwezi kujua kwamba mzazi wake yuko wapi na hajulikani mzazi wake alipo mm. Mimi kwa huruma yangu ama kwa taaluma yangu ya kile ninachokifanya mm. Nikamchukua, nikaanza kumlea na nikampa na, na elimu sasa. Hapo mwenye kosa ni nani kati yeah. ya mimi ama yule aliyemtupa mtoto wake? Ndio huruma inakuponza eh, eh. hapo. Sasa of course kila uh, kila kitu ambacho kiko hapa Tanzania kinaendeshwa na utaratibu mm. Yes, kwa mfano kama umekutana na mtoto na unatamani utaratibu yeah. wake umwache. yes. yeah. Hapana, tomwaca sawa. Cha kwanza natakiwa ufuatilie yupo chini ya nani. Wakati, chini nafuatia, nani, mm. Wakati na mfat, nafuatilia yeye mm -hmm. Anakuwa yuko wapi? Sasa inatakiwa uwe, maana kama umemkuta mtaani, yeah, sawa yeah, kitu cha kwanza ambacho natakiwa uchukue yeah. Uh, inatakiwa uone uh, serikali ya mtaa mimi, mimi, yeah. mimi, mimi, mimi nataka nataka leo pachimbike hapa mm, nipo <laughs> kwenye gari mm -hmm. Kijana ameosha gari langu okay. mm. Nikamwambia usioshe mm -hmm. Akaja akaniomba, sina hela kula bro, cool kwa nini hujaenda shule? mm. Mimi natokea Mwanza mm -hmm. lakini mm -hmm. brother, nikifanywa hivi na hivi bro inawezekana ikawa sawa. Okay. Namjua serikali ya mtaa nani wapi? <laughs> Sasa of course hapo unaweza ukamchukua ukampeleka serikali ya, uka, uka, uka, ya mtaa yote ambayo wewe unaishi, yeah. pale unapoishi wewe. Then, of course, kuna hatua baada ya serikali ya mtaa inataka uende ustawi wa jamii wanashughulika na masuala yote yeah. Uh, ya kijamii, wakati huo ni naye nyumbani au bado yupo mtaani anakaa ili, ili uwe salama. Wapi nikitoka serikali ya jamii nikiambia vimlete, naenda kumchukulia wapi <laughs> Kama unataka ili uwe salama zaidi, mm -hmm. Ni vizuri ukachukua ukampeleka kwenye kituo chochote cha kulelea watoto yatima, mm -hmm. au kwa mwenyekiti watoto yatima anampeleka, mm -hmm. Wanampokea kwa utaratibu gani sasa? <laughs> Uta, of course ukipitia kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa yeah. Sawa, utaratibu unakuwa ni mzuri zaidi we we, maana mwenyekiti wa serikali ya mtaa unavyoongea mwanasheria yeah. Unaona. <laughs> Ni rahisi mm -hmm. Lakini ukizipita hizo sehemu ama ukaenda hizo sehemu yani, process ni nyingi sana kwa sababu kitu unachokiongea ni protokali. Yes, na mimi naamini serikali ya mtaa ni serikali pia, naye atakupokea kiprotokali, atakuwa muoga pia. kwa huyu mtoto unaoniletea nimwandikie barua pia, atakua mwoga. Kwa hiyo msaada wako na ile huruma inaendelea kusubiri. Ni kweli, ni kweli. Na subira ya binadamu ndo, sio ni ndogo. Sema unajua uzuri kwamba serikali ya mtaa yule ni mlinzi wa usalama wa mtaa husika, umeona. Lakini ni, ni, ni si vizuri sana au si sahihi kumchukua yule mtoto kuja kumleta kwako leo, na kesho yule mtoto tukaja tukagundua kwamba kuna tatizo limemtokea. Nafanye tatizo alijamtokea mm. Leo na kesho mtoto kafanikiwa mm. Toka kwenye tatizo hapo naam. Dada ana mm. daycare anataka watoto wafanikiwe yes. Yes. Leo okay. Na kesho mtoto mm. kafanikiwa mm -hmm. Ni kweli of course kwenye mafanikio Watu wote tunapenda mafanikio ikiwepo sisi wana sheria, ikiwepo jamii kiujumla, lakini huwezi uh, ili mafanikio yafanyike lazima kuna utaratibu, yani kwenye utaratibu mnapo mnapotubana po, mna au na huu ndio utaratibu yes. uliokosa utaratibu wenyewe <laughs> Yaani, hmm. hapo kwenye utaratibu ndo kuna changamoto, kwa sababu wakati ule mtoto anaendelea kuteseka anaendelea kuumia, kwa sababu hapo unaweza ukakuta kule mtaani alipo kuna kubakwa, kuna kulawitiwa, unaona kuna vitendo vingi kule mtaani. Unaona. Sasa hmm. wakati wewe unaendelea kusubiri yeye anaendelea kuharibika unaona. Sawa sawa. Sasa je, kwa nini haya mambo yenu ya sheria msinge? Hivi hivi naomba ni, ni, nipande mahakamani na kesi hizi mbili na Mungu aniepushie hmm. hmm. nimemchukua mtoto ambaye huyu mtoto alikuwa anaishi katika mazingira magumu eh, lakini na kesi mkononi kwamba huyu mtoto amebakwa. mm -hmm. Ninaye, ninamlea alafu ninapanda mahakamani e, mahakama inanishutumu au, ina, ina, inanipa kesi ya kwamba kwa nini mm -hmm. namlea bila utaratibu mm -hmm. Alafu mimi nina kesi, mtoto kabakwa. mm -hmm. Eh, kwa kesi yangu inakuwa ngumu kwa sababu ushahidi na nini, ila mm -hmm. kesi inakuwa rahisi kwa sababu mtoto akidhibiti ninaye, ndio sawa sawa Of course uh, kwenye wee, kesi za kubaka hizi mara nyingi zinakuaga ni upande wa jamhuri, kwa hiyo jamhuri inakuwa inakushtaki. Lakini kivyovyote hata kama upande wa jamhuri ili mahakama itoe uamuzi, yaani umeelewa maanangu? mm. yeah. nimempeleka mtoto, nimepanda naye mm. kwa hiyo mimi nina, ninasema mtoto amebakwa na aliobakwa ni yule pale. sawa sawa sawa sawa yule jamaa aliyobaka ana mwanasheria kama wewe. Ndio. Sawa sawa. mwanasheria amemfundisha maneno kwamba bwana muulize mtoto anomlea katika mm. utaratibu gani, sawa sawa, swali so, limekuja kwangu mimi, msamaria mwema, naulizwa unamlea huyu mtoto kwa utaratibu upi na hujafuata protocol na hujafuata protocol, mm, na hujafuata, mm, mm, hujafuata, mm. hujafuata. Kwa hiyo kesi ya kubaka inavunjika, inakuja kesi kwangu mimi namlea kwa, yes. na kwa utaratibu gani sema wa kwenye mashtaka kama haya, yes, ni kwenye mashtaka kama haya, kila kosa litaenda kwa hukumu yake. Kwa hiyo itaanza kwanza kwenye kesi ya kubaka itasikilizwa, theni utakuja sasa kwenye kesi ya wewe kuto kufuata utaratibu kumlea yule mtoto. Yawezekana, kama, itatokea, ya kama itatokea, yule aliyebaka hmm, yuko vizuri na mwanasheria wake yuko vizuri, huoni kama na, mimi nitakandamizwa na wabakaji, wanakuwa hmm, wako vizuri yes. <laughs> Mimi eh? Sasa mimi nasema hilo mm. Kwa sababu gani? <laughs> wabakaji wengi wanakuwa ona, walicho, wanachokifanya wanakusudia. yes. Kiimani okay, wapate mm. eh, mali wafanye <laughs> nini <laughs> anafanya kwa kukomesha, unaelewa uh, vizuri. Huyu anaweza akawa na wanasheria watatu, na kama wanasheria afanyi kazi vizuri, atamleta mwingine mm. na aichelewe ich ile kesi kubadilika, kwamba wewe ndio uliyebaka. Ndio. Sema, uzuri wa kitu kama hicho sasa, maana mahakama ni mwimili mkubwa, na mahakama majaji na mahakimu ndio wanakuwa wanatoa maamuzi ya mwisho. Kwa hiyo wao sasa kulinganisha na ushahidi ambao umetolewa, unaweza ukaona wanasheria hata kumi. unajua, lakini mwisho wa siku ukashindwa ka kesi kama kitu, kitu, hauna ushahidi ambao unajitosheleza mm -hmm. unajua, kwa nini tunakuvamia mimi na sister hapa? naam. uh, sio kama tuna hasira zetu tunamalizia kwako. <laughs> unajua, unajua kuna vitu vingine kwa akili ya kawaida ya kibinadamu unaona mbona vinawezekana tukavisovu hivi yes. lakini unabanwa na hiyo. Na hiyo sheria. hmm. hmm. hmm. Law inakubana kidogo. Umeelewa? mm. Vizuri, ukitoka hapo nje utaona kuna sinema moja nimeifanya. Sinema ya no. Mwamwindi awesome. Mwamwindi na Dr. Kireru. kuna kitu kilitokea hapo nyuma miaka ya sitini. mm -hmm. Eh, yule mkulima Mwamwindi akamuua Dr. Kireru. mm -hmm. Mliosoma sheria mnasema kwamba eh, jamaa hana kesi ule ingawaje alinyongwa, mm. Unaelewa? <laughs> Vizuri yeah, na mimi nilivyoifanya, watu wa sheria kidogo walinitumia message DM, wakaniambia mm. unataka kuliambia nini taifa? <laughs> <laughs> nikaishia hapo kwa kimkakati kidogo mm. ili jambo linakuwa lina ukwasi namna hiyo. yes, ni kweli eh. Lakini unakutana uh, na mambo mangapi kwenye daycare yako? Kwanza nakutana na vitu vingi sana kwa jamii, unaona, kwa sababu mfano kama wazazi wazazi mm. hawana muda mwingi sana wa kukaa na watoto wao unaweza ukakuta mtoto ana tabia ambazo amejifunza kwa dada wa kazi wakati mzazi ameenda kazini, unaona mm. lakini unatafuta namna ya kumwelekeza mzazi kwamba mtoto wako amepatwa na changamoto hii akiwa kwako, yeye anakwambia hapana, mtoto wangu hii tatizo amelipata akiwa shuleni. Ndio maana umekuta, mimi mfano kama kwenye chakula, mimi shuleni kwangu nimekataa mtoto asije na maji ya kunywa, asije na juisi, asije na chochote kwa sababu hmm. unaweza ukakuta mzazi, mama yuko nyumbani, lakini hana muda wa kuandaa kitu cha mtoto ile asubuhi anavyoondoka. Mimi ndo nakuletea wanangu na mtoto wangu, unaona sasa. Au shule yako iko mbali kidogo, iko Tabata. <laughs> sasa, lakini unakuta una, inakuja kesi mtoto amepewa sumu unaona? amepewa sumu ile sumu alikula nyumbani, kwa sababu dada wa kazi aligombana na mama sawa sawa, unaona no, aka, akampa sumu. Lakini kwa kuwa anashinda hapa shuleni kwangu, au anashinda kituoni kwangu hmm, ile kesi inarudi kwangu, kwamba huyu mtoto ili tatizo limemtokea ama ili povu limetoka akiwa yuko shuleni kwako, kwa hiyo huu ni mzigo wako. Sheria inasemaje hapo? Povu limemtoka mtoto akiwa mm. daycare dada, sawa mm -hmm. of course mm -hmm. kwenye makosa kama eh, hayo <laughs> kwenye makosa kama hayo lazima ushahidi yani, of course investigation iwe na hapo kwenye ushahidi mpaka mm -hmm. utimie. mimi nimesota ndani wewe ndio mtumiwa namba moja kwa sababu sisi tumemkuta mtoto kutoka povu yes. shule ni kwako mm -hmm. na shule uliifungua kwa kiherehere cha hicho kiherehere changu sasa, eh. wakati sasa mnatafuta wa huo ushahidi eh. mpaka mm -hmm. utimie mimi nimesha Ozea ndani kwa muda mrefu, sema of course uh, kwa utaratibu mm -hmm. uh, kesi kama hiyo ikitokea lazima ataitwa aende polisi kuandika report, kuandika statement na kujielezea, kutoa ushirikia. yes, kutoa ushirikiano <laughs> lakini pili uh, polisi wakati wamechukua faili lake mm -hmm. watafanya investigation kwamba kama mtoto amelishwa sumu na madhara yamemtokea lazima kutakuwa kuna vipimo vya madaktari mm. na ushahidi kama huo, ataangalia yule mtoto alikula kitu gani kama hap. Sasa kwenye kula kitu gani, tutakuja tutaangalia kwenye daycare, changamoto inakuja watu... hapa mm. Kumbuka kuna sumu hizi za kidaktari amini mm. za za kizungu yeah, kuna ile sumu nyeji. ambayo inaua taratibu zile ambazo ni za kienyeji yeah. ambayo labda dada wa kazi amecheza na sumu ya kienyeji mm. mpaka lile tatizo linatokea mm. au ile ule ushahidi unapatikana siku tatu mbele sio siku sometimes, inaweza kamaliza hata wiki, unaona mm. kwa hiyo ile kesi mpaka ije julikane kwamba wewe haujahusika unakuwa umesota kwa muda na, na mtoto ukumbuke mm. hapo wewe umekataa chakula yes. anakula shuleni, anakula shuleni eh, <laughs> na na kichakula alichokula kina sumu <laughs> yaani hapo ndo changamoto inapotokea eh, mi, mi, mimi hapo nitakuwa upande wa mwanasheria hata <laughs> eh, kama ndo mwanangu, mimi nitakuwa <laughs> upande wa mwanasheria kwamba <laughs> eh, eh, hapana mwanangu mm. mimi hali nyumbani, hali nyumbani. <laughs> eh, nimeambiwa hale shule na hii sumu inaonekana ileyo kwenye chakula, sema of course, ikitokea hapo mwenyewe na kukataa. Ikitokea ishu kama hiyo, of course waamuzi wazuri wanakuwa ni wale wanaofanya investigation, na investigation siku zote ya kiafya lazima ifanyike kwa daktari kwao mtoto atapimwa daktari, anaweza kumpima akajua kama mtoto kama asumu alikula, baada ya wiki, baada yes. Nadhani uelewa wa madaktari wana uelewa huo wa kufanya hizo uh, test. Inategemea sasa uh, pia uh, kama, mkute munguana. Yes. Munguana, ni munguana na yes. pia ni mkweli daktari anakuwa mm. wa kidogo chake chana. Yes. Na, <laughs> nakuwa, nakuwa ja, yes. changamoto, mfano yeah. kama kuna jirani yangu alipata changamoto, yeye changamoto aliyoipata sisi mabosi tunatakiwa tujue kucheza na wafanyakazi wetu, sio niseme kucheza, sio, ni kuzungumza nao vizuri mm, eh, kuongea nao vizuri yes, yes. Sasa yule bosi alikuwa kidogo yeye ni mtata, yaani yeye waga anajifanya amenyoka. Kusema kucheza <laughs> kisheria unakuwa umesha-, kuongea nao vizuri yes, kuongea <laughs> nao vizuri sasa kauli hiyo yes. <laughs> Kwenye changamoto ikaja ikampata kwamba alikuwa na kisima kwenye ile deikia yake nyuma ya ya ya jengo. Sasa ule mfuniko inaonekana ulifunuliwa, alafu haukurudishiwa vizuri. Nyumbani asubuhi watoto walitoka wakiwa wako wawili, ni mapacha walitoka wakiwa nyumbani wako pamoja vizuri. Sasa kilichokuja kutokea kwamba ule muda wa mapumziko, yule mtoto alizunguka nyuma, yule mmoja akatumbukia kwenye kisima. Muda wa darasani, wanafunzi wamerudi, mwalimu amegundua kabisa kwamba huyu mtoto mmoja hayupo lakini mm. Kwa kuwa madam ama yule mwenye shule si mtu ambaye ni anaongea na wafanyakazi wake vizuri mm. akaamua kuachana nayo ah. akaendelea na kazi. Kwa hiyo kilichokuja kutokea, yule mtoto alikufa. ah. Unaona, lakini yeye hakujua kama yule mtoto alikuwa ameingia kwenye, kwenye kisima. Unaona mm. ile kesi ilikuwa ni ngumu sana mm. sana, lakini tukaja kutafuta chanzo, kaja kujulikana kwamba alikuwa haongei na wafanyakazi vizuri, vizuri. Ni yani yale maneno yakao yanasambaa mtaani kwamba huyo aongeaji na wafanyakazi wake vizuri, unaona mm. Yawezekana kama angekuwa anaongea na, na wafanyakazi wake vizuri, wangekuwa makini na kazi mm. yao wanaoifanya. Kosa kisheria linakuwa wapi? Eh, yes. Kuto kuongea vizuri na wafanyakazi au kuto kufunika kisima? Hapo sasa kuna <laughs> of course, ukiangalia hapo unaweza ka... ukashtaki kwa, kwa engo mbili, yeah. Kuna kitu kinaitwa occupiers liability, alafu yeah. Kuna kitu kinaitwa negligence yeah. Hii negligence ni uzembe yeah. Uzembe ambao unapelekea uzembe, unaweza ukamwataki yule mwenye shule, mmiliki mm. ambaye ndo anawafanya kazi Dio. Kwa nini hakuwa na wa monitor vizuri wafanya kazi wao hiyo e, naona kesi mama mm, yes. kwa sababu gani? huo ni uzembe. Uzembe kutokuongea yes, vizuri na wafanyakazi uzembe. mm. kutokukagua mazingira yako kama rafiki kwa watoto ni uzembe mm. Yaani ni uzembe, hata akili yako uitumii vizuri, kwa sababu akili ukitumia vizuri vizuri, yes. vizuri, uh, ndo unajua of course kipi kinabeba miwani kapa kati ya mapua na masikio uh. siku hizi watu wengi wanawekaga sana kamera hata mm. kwenye daycare, kwenye mashule Diyo? Yes, ukiwa umeweka kamera pia zinaweza zikakusaidia wewe kama mmiliki hata kama uko nyumbani kwako unaweza Same. Yani au, Kif, au, ee, kazi pia sometime wana ujanja, yaani kuna viujanja ujanja vinatokea wanavichezea yani, hmm. hapo nzuri tu ni kwamba kuongea vizuri na wafanyakazi wako kupata muda na wafanyakazi wako kupata muda wa kuzungumza na wafanyakazi wako na kuzijua changamoto zao. mimi nadhani hmm. hilo Wakati unataka. kupata muda na, na kuzijua changamoto za wafanyakazi yes. naomba naomba uniambie mambo matatu ambayo jamii mara nyingi e, tunayafanya lakini kisheria ni makosa. naomba nigusie kwa wafanyabiashara wengi ambao Uh, wako hapa Tanzania, mm -hmm. Sawa, asilimia kubwa ya wafanyabiashara biashara of course anakutana nao uh, unakuta anakwambia nina shida na leseni mm -hmm. Umeona, lakini ukimwambia kwamba je, biashara yako umelasimisha? Hajalasimisha. Je, TRA kodi umelipa? Hajalipa. lakini hayo yote hayo ni makosa, na asilimia kubwa huwa elimu hiyo hawana. Na TRA, usipofanya usipolipa hizo kodi na nini, unajikuta unaingia Uh, penalty au adhabu au fine siku TRA ya kuambia, mm. mm. una deni la milioni 120, unaruka unaruka. Na hapo ukiangalia kwamba umeshafanya biashara miaka miwili yeah, hujapeleka TRA, biashara hujarasimisha. Au mtu anaweza kuwa na jibrand kwamba anaitwa fulani biashara yake na mabango, lakini ile biashara haijasajiliwa, ni kosa pia. Hmm. Sasa unawasemeaje una, una hawa wafanyabiashara ambao lese mfano kama sisi wa Dekia ni, hmm, ni bezi kwenye biashara ninayoifanya, hmm, uh, unakuta kwamba sisi tume, lese mimi nimepanga jengo. Ile jengo nimelipanga nimetumia pesa nyingi, mm. Unaona, nina wafanyakazi ambao wametimia kwamba kuna mfanyakazi wa jikoni, kuna hawa wa, nani wanafundisha e, kuna hawa wanalea wanaleavt no. inawahusu yes. hao lakini mm. Sasa unakuta mimi ninafuata protocol zote naam, umenielewa. Lakini saa. unakuta kuna hawa ambao ndani ya mimi pale nilipo mm. kuna ambazo zimenizunguka zipo kama tano ambazo yeye anatoza uji, yani elfu mbili kwa siku ndo ada pamoja na uji kamaliza, alafu yeye mm. halipi chochote sawa sawa. Sasa mm. of course ukiangalia uh, kwenye hizi sajili za day care uh, mara nyingi huwa wanaangaliaga kama ukienda uh, labda kufanya makadirio Let's mm -hmm. say of course, kwanza kuna stages Ndio cha kwanza lazima usajiliwe, mm -hmm. urasimishe uh, jina lako, aweza usajili kama jina la biashara kama mtu binafsi au kampuni mm -hmm. yes, Brela iko ni kipengele cha kwanza. Baada ya hapo sasa unakuja TRA kwa ajili ya makadirio ya kodi Ndio. Yes, baada ya kumalizana makadirio ya kodi na ukalipa kodi ya serikali TRA, iko haja ya wao kuweka matangazo yao kwa nguvu, haja na tija fedha yes. nyingi zinapotea mm. hapa chini kwa sababu watu mm. hawajui, hawana uelewa na wanaojua mm. pia wengine waelewi na wanaoelewa pia wafahamu. Iko haja sana TRA ya kuweza kuzungumza hapa. kuzungumza yes. kwa sababu unajua ulipaji Mana... kodi TRA ni mzuri kwa sababu unajenga taifa. Ni kweli kabisa uh, taifa linaimarika kwa kodi zetu bwana. Ni kweli kodi zinapotea kwa sababu sheria inayozungumzwa uh, mtu anawezekana akawa hajui hajui kabisa, lakini pia labda wangekuwa wanapita Neno lako la mwisho unasema, lavu ni nani? She love. She love. She love. Yes. She love, umesalimika na hichi kipengele hapo? Mimi nimesalimika, asante <laughs> <laughs> okay. Mimi nimesalimika sasa. Kuna hawa ambao wenzetu hawalipi halafu Halafu... <laughs> hivyo hivyo, umesalimika, unanichanganya <laughs> alafu wenzetu wanaendelea <laughs> na nani zao kama kawaida, na hawalipi, labda wangekuwa wanawapitia pitia, labda ingeweza kutusaidia nini. Unawashauri hawa yes. Mm. Au wakina sisi na mimi nikiwepo, mm. kwa sababu na mimi yako mambo ambayo wanafanya sijui kwa kwa, mm. kwa msomeno wa sheria mm. kwamba hata kama sijui mm. lazima niwajibike. Ni, ni, kweli. Ni kweli kabisa. Sa, mm. mimi na wengine waoga wa mfano wangu tunaogopa sana kuwajibika mm. hasa tunahisi tunaonewa mimi, mm. mm. nilikuwa sijui Da, mimi nilikuwa okay. sijui, hata kama ulikuwa hujui sheria inataka hivyo. Lazima wajibike. Ni wajibike. Sasa ili tusiwajibike, Mm. Mm. Nini hasa? Nguvu iwekwe sehemu gani? Of course, elimu itolewe yeah. na pia wafanyabiashara yeah. uh, muwe wepesi kuuliza yeah. Unajua wafanya biashara wanachojua wao. mm. asiangalie mapato na matumizi ya biashara yake. Aulize anamuuliza nani? Na kila anayotaka kuulizwa anataka kwamba eh, ukimpelekea leseni anataka hiyo ina muhuri wa mwanasheria. Umeenda kwenye mtandao wa simu unataka namba ifanane sawa sawa. Hili la kibiashara, sasa unapeleka, tuletee leseni ila iwe imehakikiwa na mwanasheria. Huo ume watu wana certify documents ili kusema kwamba zinatokana na uhalisia, maana forgery zinakuwa nyingi sana, sio kama wanasheria mmeitengeneza hiyo ionekane hiyo fella isipite, kwa sababu mule wanasheria ili pite vizuri. Hapana, watu wana certify eh, kwa sababu mwisho wa siku mtu anaweza akachukua document zako hmm, sawa, aka edit majina yeye akapeleka kutengeneza account bank hmm, mwisho wa siku zile document naye kapewa account ambayo ina jina la kampuni yako hmm afu ambavyo havijasetifaiwa, lakini mwanasheria, ukienda kwa mwanasheria unataka usetify, atakwambia wewe ni nani, una kitambulisho? Sawa, na kufahamu kitambulisho chako, hiki hapa. Dokumenti zako original ziko wapi? Hizi hapa. Ana ziaki, nimempa mtu hmm. kijana wangu nyumbani, nimempa mzigo hmm. aupeleke kwa kwa mteja hmm. mzigo umekamatwa, unaambiwa yule bwana hmm. ule mzigo manake

Mi nimefurahi jadi huku ukijua mawili matatu hivi, na kupitia mradi Koma watu wanajifunza mengi ya zaidi na ziada yake, kwa sababu hili ndio jukwaa pendwa na jukwaa mama, pia tunafanya, watu wanaelewa, tunafanya kama soga hivi, lakini tunatoa elimu ndani yake. Mimi niseme asante sana, nawashukuru sana, karibu ni leo na siku nyingine. Okay, sawa sawa.

Mhm. Mm -hmm. Eh, um, mimi bwana nimefanya karate kidogo. Mm -hmm. Na denki yangu kubwa kidogo kwenye karate. Sawa sawa. Nakatazwa sana kwa na hasira na vitu kama hivi. Mm -hmm. ilinifika ili, ili kidogo. Yaani ilinifika kwa kuna mtu ikanitoka ushilo. Sasa <laughs> e, wakati nimevelewa kituoni mm -hmm. Jamaa yake ilikuwa mbaya kidogo. Na teke moja tu. Hali yake mbaya yule bwana nikamtafuta mwanasheria. Mhm. Mm, bwana, naomba likae kimkakati kiusheria na vitu kama vile. Mm. -hmm. Tukamfuatilia jamaa akapona, hali yake ikawa nzuri, akatolewa na kile kitu. Wakati nimerudi kukaa chini na wanasheria mm, akaanza kunichaji kwa masaa, kwa majuma tatu, hiyo saa mm, nne na nusu mm, ah, nikaogopa wanasheria toka hapo. Of course sasa e, toka hapo na ndio maana leo nimekushambulia sana, kama umeniona ni mm, <laughs> kweli, <nukushabulia> sana <laughs> kwa sababu kwa yeah. uh, course, mm. kwa <laughs> <laughs> na no, sheria uh, mwenyewe anakwambia kwa hiyo inabidi ama bwana, hiyo unajua maloya hata ofisi zao ukiingia zani, mm. <laughs> Yeah. Yeah. <laughs> E, n asante. Huyu hapa ni Salim mwanangu Ahmad, endelea uh, kulambaza nami ili uweze kupata maarifa stahiki. Kusoma sio tatizo, tatizo ni kuibadilisha elimu kuwa ajira. Mpaka wiki ijayo, asante. <muchas> <muchas>